Ili uwe muislamu inabidi utimize nguzo zote. Nikamwambia inategemea, mi ni mjanja, wewe ungesema sema hey. Mi nikamwambia inategemea, ni nguzo gani inategemea nguzo gani. Akasema waislamu wanakwenda hija. Nikamwambia ndio, waislamu wanakwenda hija. Akasema sasa, naomba unipe aya kwenye Biblia Yesu alikwenda kuhiji Maka, akapanda ndege kaenda kuhiji Maka. Ukiipata hiyo hii kani, kanisa langu lote unachukua wewe. Nikaambia unaniuza swali dogo hilo wewe, swala kuniuza mimi saba ishirini Yohana. Kanisa zima wakafungua. Unajua inasemaje? Yesu anasema, mbweha wana mapango, ndege wana viota, lakini mimi Yesu sina hata pakulala. Nikaambia umesikia Yesu anasemaje? Akasema anasema pakulala hana. Nikaambia asiyekuwa na pa kulala ni mtu wa aina gani? Akasema ni maskini. Nikaambia maskini huwa haendi hija, huyu Yesu ni maskini, hija kwenda <laughs> umekishiki? Anasema hilo asingejibu, huwezi kujibu kweli, kishiki. Kila mtu na fani yake kiski.